Mimi niseme kama viongozi wa mkoa wa Waislamu, ukisema maneno yaliyonyoka, Mungu atatengeneza kazi zenu, mambo yenu Mungu atayatengeneza. Tuseme maneno yaliyonyoka, Mungu atatutengenezea maisha yetu, sisi nchi yetu Mungu atatengeneza. Kama tutasema kombo kombo, Mungu atatuachia, kwa sababu hatukusema ukweli. Sisi viongozi wa dini hatuna haja ya kuogopa, tuseme ukweli maana ya nasaha nikutakia na heri. Mheshimiwa Rais amekutuma kuja kutupa nasaha sisi, maana anatutakia heri kwenye mkoa wetu sisi, kusikekukaingizwa chocho na watu wasiotakia amani nchi yetu, mkoa wetu. Uraia wetu, uzalendo wetu ni muhimu sana sisi kama Watanzania, maana sitaiswa hata siku moja kwamba mimi ni wa nchi nyingine ni Mtanzania. Hmm. Kwa maana hiyo tunapozingatia hilo, na mimi wa ni wasihi waumini wenzangu watumishi wenzangu baba askofu, lakini pia mashehe, lakini pia makanisa yote na msikiti yote na wananchi wote wa Tanzania, kwamba tutimize haki yetu yetu ni kura yako. Sisi kama viongozi wa dini sasa tuzungumze zaidi na vijana, tuzidishe dua kwa kumwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini tuzungumze zaidi na vijana, ndio wanaoingia sana kwenye mitandao ya kijamii na wakishafika kule wakiangalia tu wanaamini kile wanachokiona, kuwazungumza nao wazazi wakamwambia vijana wajitokeze wakapige kura, na wahakikishie, kwamba nchi bado ni amani. Sisi kama viongozi wa dini tukubali kwamba hii nchi yetu sisi tunaisimamia kwa haki, na sisi tusiwe miongoni mwa wale wanaozungumza tofauti kulingana na uchaguzi huu. Mwanyamazishe vijana wetu watulie tu salama, ili tukapige kura na baada yangu ilenyee malimbayi, hakuna mtu ambaye anakwenda kupiga kura kwa maana ya kwenda kuvunja amani. Mimi kwa uwezo wangu na kwa jitihada zangu nitahamasisha watu walioko chini yangu. Umoja wetu nguvu yetu kama taifa itayumba pale ambapo vijana wetu wataanza kujitoa katika fursa za kushiriki kuwaweka viongozi wetu wa kwa sababu wakishiriki kuwaweka viongozi wetu wanapata fursa ya badala kujifunza kujiandaa kuchukua vijiti vya viongozi, na waokuwa viongozi ni sana. Viongozi wote wa imani walioko hapa, viongozi wa dini, kila mmoja anafurahia uweko wa vijana, kwa sababu baba askofu atakapostaafu, shehe wa mkoa, muda wako kwa kustaafu ukifika, ungependa vijana ambao wamejiandaa, wameshiriki kufunzwa na kulelewa, wanachukua wa nafasi ya kuongoza nchi yetu. Imekuwa nchi ya amani, imekuwa nchi ya utulivu, nchi ya watu kusikilizana, nchi ya watu kusemezana, kujadiliana pale ambapo tunaona tuna tofauti. Na ni lazima umoja huu, mshikamano huu, ujasiri huu wa Tanzania ule wa baba wa taifa Julius Nyerere uendelee. Lakini kama taifa ninaona umuhimu wa moja kwa moja sisi tuungane, tuwe tu tuwe kitu kimoja, tudai uwepo wa maendelezo wa amani yetu, mshikamano wetu, na ile heri ambayo imekuwa ni heri ya taifa. Tunaingia kwenye uchaguzi mkuu. Moja, tuendelee kusisitiza, tuendelee kuhubiri, tuendelee kuwataka Watanzania wote kwanza waienzi amani na mshikamano wa taifa letu, pili hakuna uchaguzi kama watu wakwenda kupiga kura hawatatoka. Na hii ni mila na desturi iliyojengwa katika jamhuri ya Muungano wetu ya kutufanya tuwe imara, tuwe bora, tuwe taifa la kuangaliwa na mataifa mengine yote ninusuru taifa ni lazima tuondoe viashiria vyote vinavyoleta mashaka juu ya mwendelezo wa ustawi wa taifa letu. Katika kujadili leo, kujadili ni namna gani kila kiongozi aliyoko hapa atachukua fursa moja kwa moja yeye mwenyewe kuwasisitiza hawa watu wote wa hapa Musoma, wa Mara na kanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Ni jambo linaheshimisha nchi sana miongoni mwa mataifa. Vyombo vya ulinzi na usalama viko pale kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa kila Mtanzania, usalama wa kila Mtanzania. Kila anayeitakia mema nchi yetu hii ni lazima awe salama tunapoona kiashiria chochote cha kusumbua maisha ya mtanzania mwenzetu ha? ha? ha? hicho kitu hatukubali. Watanzania lazima amani yao, utaifa wao eh? na tunasema uwepo wa nchi lazima tuwe na kipaumbele nakipaumbele nambari moja kwa vyombo vya ulinzi na usalama, tunaposimama kwenye jamii kitu cha kwanza tuimbe sana utaifa we